Watumishi wenzangu, niwapongeze, niwapongeze sana kwa, kwa hiki ambacho mmekifanya leo. Tumeacha shughuli zetu tumejumuika kwenye mazoezi haya, lakini leo tumeonyesha utimamu wetu wa kimwili na kiakili. Tulipokuwa tunatoka pale saa moja asubuhi kwenye ofisi, Mheshimiwa DC, tulikuwa na shaka baadhi yetu kwamba je, tutafika salama? Kwa hiyo hongereni sana. Lakini na mimi mwenyewe nimeweza nyewe, kuvuka, nimefika mpaka Nangwa nikiwa na afya njema. Kwa hiyo, hii kitu kwa hiyo hii kitu iendelee. Kwa hiyo ndugu zangu, tukiwa tunaendelea na maadhimisho haya ya miaka 61 ya Muungano, ni jambo jema pia tukafanya faraja kwa wenzetu wenye uhitaji wa damu. Kwa hiyo ni waombe, kwa umoja wetu kama tulivyoshikamana katika hili, basi tushikamane pia kwenye kuonyesha upendo kwa Watanzania wenzetu wenye uhitaji, tufike pale tuchangie damu. baada ya maelezo haya ni siku ya kufurahia muungano wetu mtukufu, lakini ni siku ya kupongeza kwa vitendo jitihada kubwa na kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao kimsingi sisi kama e, wateule wake ambao tunamwakilisha huku kwenye ngazi za wilaya, mikoa na ngazi zingine, hatuna cha kufanya zaidi ya kuhakikisha kila alichotuelekeza tunakifanya kwa vitendo. Baada ya maelezo haya, niseme maadhimisho yetu, mashindano yetu, bonanza letu imefunguliwa rasmi tayari kwa itifaki zinazofuata. Asanteni sana. <coughs>